Uchaguzi mkuu unaofanyika nchini Uganda umefanyika hii leo, lakini licha uchaguzi huo kufanyika, kuna matukio mbalimbali ambayo mbali yamedaiwa kutokea, kiongozi mkuu wa upinzani Robert Kyagulanyi akilaani vikali hatua za serikali kuzima mtandao pamoja na matukio kadhaa ikiwemo madai ya wizi wa kura katika baadhi ya maeneo pamoja na utekaji nyara wa viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda NUP. Hata hivyo licha ya matukio hayo kutokea, kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura tayari vimeshatangaza matokeo uchaguzi mkuu hasa uchaguzi wa raisi kwa mjibu wa matokeo yaliyopo ni kama ifuatavyo, katika vituo vifuatavyo: Main Street Primary School polling station Jinja, Bob Wayne ana kura 407 na saba, huku Mseveni akiwa na kura 167. Butambala polling station, Bob Wayne ana kura 929 huku Museveni akiwa na kura mia mbili hamsini na mbili. Lubya Rubanga Division Polling Station Bob Wayne ana kura mia tatu, Museveni akiwa na kura 5. Kiotela District na Bigasa Polling Station Bob Wayne ana kura mia tatu, Museveni ana kura ishirini. Atinabis na Luji Bunga PTC Polling Station Bob Wayne anakura mia moja na saba Museveni anakura ishirini na saba Mango polling station Jinja, Bob Wayne ana kura mia mbili hamsini na saba Museveni anakura mia moja thelathini na tisa Jinja PMM polling station, Bob Wayne ana kura mia sita thelathini na tisa Museveni ana kura mia mbili thelathini Madugomba polling station, Bob Wayne anakura mia mbili thelathini na moja Museveni anakura thelathini na moja Mangu wa polling station Jinja, Bob Wayne ana kura mia mbili hamsini na saba, Museveni ana kura mia moja thelathini na tisa.